Trinity Real Estate and Construction Company Limited na hii ni Trinity Table Talk. Meza ya majadiliano mahususi kwa ajili ya masuala yote ya ardhi. Tutakuwa na vipindi kadha wa kadha, ikiwemo ni namna gani unaweza ukanunua ardhi katika eneo la Tanzania kwa uhalali na usahihi kabisa; ni namna gani utaweza kuthibitisha ya kwamba dokumenti unazokabidhiwa za muuzaji wa eneo hilo ni sahihi na yeye ndiyo mmiliki husika; ni namna gani e, utaweza kufanya michakato yote ya kwa kuhakikisha kwamba unapata hati miliki ya eneo lako, hivyo ni vitu vingi ambavyo tutakuwa tunaweza kujadili katika kipindi hiki cha Trinity Table Talk. Ndugu zangu, yes, leo tuko Kitelela Kitelela ambayo ilianza kupimwa mwaka 2018, yaani kutambua maeneo yote e, 18, 19, 20, 20 na moja zikaanza kugawa dokumenti kwa wamiliki wa maeneo husika. Karibuni sana, hii ni Trinity Real Estate and Construction Company Limited. Mbukweni? Mbukwa. Uh -huh. Dodoma, Dodoma. Asante sana waswano ale, ndio eh baba. Kimsingi hmm. Mimi tunatoka Trinity Trinity Real Estate and Construction Company Limited eh e, sisi tunajihusisha na vitu kadha wa kadha, mm -hmm. Lakini moja kati ya mambo makubwa ambayo tunayafanya ni kuuza na kununua viwanja na shughuli za ujenzi ndio. Ehe, eh, sasa leo tukasema tutembelee Kitelela moja kwa moja kwa sababu tumekuwa tukiwaonyesha baadhi ya wateja wetu na wadau wetu mbalimbali mbali. Hmm. kwamba Kitelela ikoje na inafanya nini, lakini leo tukasema hapana. Tutoke kule ambapo tulikuwa tunafanya tuje tuzungumze na wakongwe kama wewe. Ehe, eh, asante sana. Hmm. Kwa kwanza naomba hemu uwaambie wa Tanzania majina yako, lakini wewe ni nani hapa Kitelela? Una muda gani Kitelela? Mimi hmm. ninaitwa Ruben Mbingorai ni mzaliwa hapa Kitelela ndio, toka miaka yote inaishi hapa Kitelela ndio ndio. Baadaye miaka ya elfu mbili na sita elfu mbili na sita ndio e, upimaji ukaanza, upimaji ukaanza ndio kapima, lakini hmm, wakati huo tulikuwa watu wakija wanataka eneo hmm, tulikuwa nanumzia kwa hatua Ah, elfu mbili na sita hiyo e, kuanzia okay, elfu mbili na sita nyuma mm. kuanauza kwa watu ulipo kuja kupimaji mmm tukaanza kuuza viwanja sawa sawa e... okay. e, sasa unaizungumziaje Kitelela ya mwaka elfu mbili na sita na Kitelela ya miaka hii ambayo na sisi ndo tumeanza kuijua jua nktea sasa hivi mm. imekuwa inaanza kukua kwa kwa bei ya kuuza kwa kwa nini, kwa viwanja sasa hivi mm. watu wanunua viwanja mm kwa bei hmm. Yaani ya maelewano okay. Kuna bei kimkuta huyo maelewano yake yeah. Kuanzia kiwanja kimoja yeah. Kuanzia milioni nne yeah. Cha sekumita ndogo hizi kama yeah. mia tatu yeah. mia mbili mm. mia hamsini lakini mm. kuanzia mia tano mm. afu eh. ta sita na kuendelea sawa sawa, kuanzia sikuya mita mia tano ni milioni sita na kuendelea elfu moja mm. Mpaka milioni kumi vingine a viko kwenye karibu na mpaka eh. milioni themanini milioni mpaka milioni mia, paka mia. Eh. Kwa hiyo unataka kujaribu ku, kuniambia kwamba eh, ukilinganisha ukuaji wa thamani wa Kitelela kipindi hicho na sasa hivi, Kitelela imepiga hatua kubwa sana, hatua ja, kwa yani, mtu ulikuwa na eka yako moja eh. unapata viwanja karibuni kama vinne au vitano. Sasa kile kiwanja kimoja unauza unajenga nini? Eh. Yeah. Unua tofali. Eh. Yeah. Unajenga afu ndio vinavyobaki. Ndio. Naanza kula pole pole. Kula taratibu taratibu. Ah. <laughs> <laughs> uh... Kama endeleo ila kama endeleo. Safi sana. Sio kama nyuma. Safi sana. Mm. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi kijana, si ndio? Mimi kijana na miaka 20 na sasa hivi bado sijafika fika, fika sijasogea mbali kidogo. Kwa hiyo kwa ndo tuna nimekuja kuja Dodoma, eh, nimesomasoma hapa soma. Baada ya kumaliza masomo yangu na nini, nikasema niendelee kukaa Dodoma. Kwa hiyo kwa mimi ambaye bado sina eneo Kitelela, bado sija nunua kiwanja Kitelela, unaweza ukanishauri vipi ninunue ni Kitelela, ununue Kitelela? Hata, hata, kweli toka toka pime viwanja vilikuwa vinauzwa kiwanja kilicho pima alikuwa anapiga kwa milioni tano saba saa hivi imefika mpaka milioni saasii, na ukiangalia ni muda kiwanja kidogo ambacho kilikuwa kinachukua milioni tano kilikuwa kinasengemia mia saba saa hivi, hicho cha mia saba saa hivi kina milioni tano milioni saba mpaka milioni kumi. Imepiga hatua sana. Imepiga tu. Imepiga hatua sana, mm. Sasa, yani kitu kingine ambacho natamani kufahamu ni kwamba sasa hivi tuko mwaka 2025 na 25. Tuko mwaka wa uchaguzi mwaka 2025 na ishirini na mm tano hivi. Ukiangalia kweli nimeona kuna kuna kuna mabadiliko yametokea, kuangalia mwaka toka mwaka elfu mbili na sita hiyo tukaja hapa ishirini na mbili ishirini na mbili ishirini na tatu bei mm. zimezidi zimezidi kupanda e, lakini <t> pia tumeona ujio wa barabara ya lami na yenyewe umezidi kuongeza thamani sana Kitelela. kiwanja cha ndege kipo, kiwanja cha ndege Msalato International Airport. NNT NIT wako pale wanajenga, yaani hapo maendeleo yatakuwa makubwa, yaani makubwa. Safi sana. Unaiangaliaje Kitelela mia ya miaka miwili au mwaka mmoja inayokuja, unaweza ukapata picha ya namna gani? Miaka miwili miaka inayokuja eh, yeah. Itakuwa imepanda, itakuwa imeninga sana, kwa hiyo itakuwa haishikiki.

aajenga magorofa, utakaa, hawezi kaa, eneo unauzwa vingine, unajenga gorofaunajaribu kuenda nao sawa na kasi ya mabadiliko aisia, safi sana. Kwa hiyo kwa ambaye, kwa ambaye hana, hana bado mtazamo wa kununua kiwanja Kitelela, kwa ambaye alikuwa afikiri kuanza kununua kiwanja Kitelela, tunamwambiaje mtu kama huyo? Nitamshauri mwana kule maendeleo mazuri. mm. Sasa hivi umeme unakuja. mm. Ndio, kama maji kama maji, visima hapa vimechimbwa. yeah. karibuni vitano, ndio tena vinatumia umeme, ndio na bado vinaendelea kuchimbwa. mm. lakini barabara ya lami iko karibu. yeah. Usafiri huko wa kutosha kabisa. Tosha. Mashine mm. zipo. Dispensari ipo, ipo mm. Shule ya msingi ipo yeah. Sekondari ipo ndio. Sasa unatafuta nini? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba huduma zote za kijamii mw. zote mw. ziko hapa. Ziko hapa. Lakini juzi pia Mheshimiwa Rais niliona alikuja kuzindua ni airport. Alizindua airport. Alikuja ah. kukagua kama ndege zinaanza kushuka. Kama ndege zinaanza kushuka. Tafasiri yake ni kwamba uwanja sasa huko katika asilimia nzuri, uwanja unakamilika. Hata hii ligodi mm. tulikuwa kule nani kumpele huku nala nala, yes. akaongea akasema, jamani mm. wananchi ambao wamepakana na na, na, na, na linglodi mm. kama imepitia mm. takiwa mimiliki vizuri mm. mpande pembeni ya linglodi mm. takiwa mlime elizeti mm. na zabibu mm ini zipendesheinia mm. na kwenye hizo sehemu umeme mm. utawahi kuingia mm. na huduma za maji zitaingia fasta yeah. kama hospitali vijiji hivyo vina hospitali vinapewa vinapatiwa mm. fasta anakuwa mm. e. na safi kabisa sio kama zamani kwenda wanakwenda kuzalia mjini hospitali Uh, kwa hoja hiyo unatushawishi sisi tuendelee kununua viwanja Kitelela, okay, eh, baadaye eh. Kwa maana ndani ya mwaka mmoja mambo yanaweza kama yabadilika sana. Yabadilika sana eh. Anja kwanza mwaka mpaka mwishoni eh. Eh, sasa hivi anaanza naanza kunani hmm, na Anaanza kuweka wale anaanza ambao wameuziwa naanza kujiandaa kabisa, anaweka na fursa kabisa Ah, muda si mrefu utajenga. Nili, nilis, Nilisikia pale kuna ramani inaosoma magorofa e. mm -hmm. hapo tupu e. mm -hmm. tunategemea mpaka kufika e, muda wa uchaguzi zoezi la uchaguzi limeisha, pita hapo <laughs> <laughs> Sahi kabisa sahi kabisa, atapiga yani mnapiga hela eh, yeah. <laughs> Kwa hiyo kama kuna viwanja banake, tusiviuze vyote, tuviache kwanza, bakizeni. Lakini kwa ambao hawajanunua basi waje sasa hivi eh, waje waj, wawai kabla mambo hayajachangamka zaidi, kama anataka anue bei kama ya sasa, mmm hawai. Lakini ukiacha uchaguzi ukipita, mmm hapo hela inazidi hapo, pa, atakuwa pashikiki, atakuwa pa, pashikiki. Yani, biashara inakuwa tofauti mhm, eh, patakuwa pashikiki, patakuwa endelevu, atakuwa yani amezidi kwenda mbele sawa sawa. Kwa hiyo mbali na mbali na vituo vya afya tumesema, kuna kuna maji ya kutosha tukasema e, kuna kuna shule shule ya msingi, maanake huduma za kielimu e, zipo, zipo. Hivi hivi mpaka kufika mji wa serikali kuna umbali kweli? Mtumba hapa Mtumba hmm. ambao hmm. ni maumanyika chawa ni kama kilomita kadhaa mm hi -hmm. hmm. sawa sawa. Hivi hivi kipindi hicho mzee wangu e, kabla upimaji ujaendelea, kabla barabara haijafika hivi kweli, mlikuwa mnategemea Kitelela itakuwa kama ilivyokuwa hivi sasa mpaka yani mm. kijiji hiki wakati wa, wa, yeah. mm. mm. wa sisi hapa tulikaaga, baadaye tuka vijiji a mm. mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa tukaanza kuhamisha hamisha vijiji vijiji, sio kubwa sana, tukahamia tukasogea Mahoma mpaka mwaka sabini na nne mm. wazee wetu wakaamua kurudi tena ndio, yani wakija wakaa mwezi mmoja, anakamata polisi mjini huko, kwaenda kuzungumza kwa amepiga mgorori asa, ng'ombe, eh, wang'ombe kinarudi tena, wanatoa acha vidogo vidogo. Baadaye mzee wetu kuna baba mdogo, baba mkubwa na mabinamu zangu Kaenda kuomba kijiji. Mhm. Mm -hmm. mm. Nimechoka kunyanyaswa mm. ana matoleo maana nini sisi hatuna mm. katu... mifugo tutataka tu na kwetu bana, na sisi hatuwezi, nikaruhusiwa yeah. Tukapata kijiji. Kitelela hiyo. Kitelela yeah, mwaka wa themanini na mbili mm. themanini na mbili mimi sijazaliwa kabisa wala sijafikiriwa. Ikaanza sasa hapo mm watu ndo wakaanza ambao walikuwa wanaogopa kuingia hapo, wengine walitoka Mchemo hapo wanaingia hapo, Msarato wapi wapi, watu ndo wakaingia kwa, wakaingia ndo wakajaza. Sasa tukaomba shule sasa mm. omba shule, tukaanza tukapata mwalimu mmoja mm. tena alikuwa wakujitolea, tukaanza kusomea kwenye wanasomea kwenye miti vijana mm. baadaye tukaomba tuka tukapewa nani, tukaenda manispa mm. tukapewa nani tafuteni kiwanja mm. tafuta kiwanja wananchi mm. tukatolea piga tofali tukachoma, kuchoma mm. piga tofali za kuchoma tukajenga. kuna mananchi bmambafu ambaye mm. ataka elimu akaangusha baada mm. ya kuangusha tukaenda masipa kwambia akatumia wakachukua mm. kwenye eh, akachukua kwenye fungu lile la shule ndio matofali ya bloku bado jenga madarasa mm. ki... kwenye... mangapi? baadae aa matatu amesoma soma miaka hii yeah. Fika mwaka watatu wengine na nne nto mm. Kaja tena mbunge mmoja alikuwa anaitwa Ngirani... mm. Katupa nafasi katuletea madarasa saba manne tena, anake alikuwa e, matatu akaongezeka yakawa madarasa saba saba yeah. Na baadaye ba mm. tena tena hapa tukaomba shule ya sekondari mm. Sawa mwaka mwaka mwaka. Mm. Mwaka mm. sawa sawa, jambo jema sana, imetoka mbali, imetoka mbali na mpaka sasa hivi sisi tunaona tunaingia ingia, kimsingi imetoka mbali sana, toka mwaka sangapi huko, sitini, themanini, sabini huko <laughs> imetoka mbali sana right. Unazungumziaje una ujio wa kiwanda cha mafuta ambacho tunakiona eneo la uwekezaji EPZA, ujio wa viwanda katika, katika, katika eneo la Kitelela, je, kimewasaidia kwa namna moja au mbili au kimeongeza, yeah, kwa namna yoyote ile yeah, e, kipato cha cha mwanakijiji kiuchumi na vitu kama hivyo hawa, ah, walikuja tu kwa kwa kuongeza kipato, walikuja mm, kukopesha tumbe uza za alizeti ndio ile ya kulimia za Wangine walikuwa na kopa wengine walikuwa wanapewa mbegu tu alafu na bei ambayo wameuzauzati ya mm. bei yao ni nzuri mm. Okay. wananua wenyewe yeah, okay. wakati wampao wanaenda kuuza mm. waliona inafaa okay. mm. kwa hiyo ujio wa kiwanda umemnufaisha mwanakijiji wa Kitelela. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita hiki ndicho ambacho tunafurahia kukiona hasa sisi wanakijiji wa Kitelela. Mambo mazuri tunayaona na tunayaishi. Naona tena t wakati mm, huo nasema itakuja barabara wakati mm, mwaka elfu moja mia tisa sitini na mpaka sabini mm, sema Kitelela kitakuja kujengwa kiwanja cha ndege. Ndio, halafu baadaye tu Kitelela kitakuwa mjini.

Hakika mm. Okay. na naona hivi karibuni zitaanza kutua ndege kubwa sana. tumetua tu za majaribio tu. zimeshatua za majaribio juzi mm, wakati Mheshimiwa Rais amekuja. hadi zishuka kabla jana. eh. kama kesho. eh. na jana zishuka leo. Mheshimiwa Rais anakuja safi sana hakika. Mama Samia anafanya vizuri sana Samia hata hata nani makufuru wetu Msukumawi. eh alizindua hii. Aliinitiate sana kabisa. Yeah. Sasa hivi ukikwepo? Yeah. Ah, mambo yake kwa ameisha. Kwa mambo mazuri sana. Safi sana. Eh, kimsingi na ujio wa barabara je, umeongeza thamani yoyote katika maeneo ya Kitelela? Ring road. Ametuongezea tukwa nafuja ni. Mm. Sababu hii mbuga hii ilikuwa inasumbua kwenda maomo. Mm. Ndo nashukuru mpaka msahatu hapa. Mm. Yaani hapa palikuwa kuna mbuga hapa. Mm. Faya mbuga alichimba. Ametupa mm, urahisi tu wa Afrika Mahoma mm, na mbuga zile Kolongo. Kolongo ilikuwa bali ilikuwa na chukua watu. Mm. Mm. Sawa sawa. Ya hapo ndo tupata Afrika kidogo. Nashukuru kusikia hivyo. Mm. Tuwashauri chochote wa Tanzania. Sawa. E, tu eh tuwashauri chochote kwamba tunawakaribisha Kitelela. Eh, tunawakaribisha Kitelela wananchi e, wote. Mm. Tanzania wote yeah. Mko hayari kuinua eh yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. sana yeah. Sa, sana mzo. Hakuna investment inayofanyika sehemu yoyote isifanyike katika ardhi. Kwa hiyo kipindi hiki tutakuja na topic mbalimbali ni mbali. Namna gani unaweza kununua kiwanja chako katika namna sahihi Tanzania? Ni namna gani unaweza kupata hati miliki la, ya, ya kiwanja chako katika nchi ya Tanzania? Ni namna gani unaweza kupata kila kitu kinachohusiana na masuala ya ardhi? Kwa hiyo karibuni sana. Huu ni mwanzo. Msichoke kutazama vipindi vinavyokuja.